yae ase ligi ya KPL na kwenyorera obobui bwe chigurinye aseberain gokwana chinga kiecho nigo egatia mashabiki ya timu ya shabana yabirike kogokera obobui obo iga na tokomanyigwa numurikitwe Brian Nyankieya Ritugo ria rero ni gebi mina nobi ya nene miensi ya Kenya FKF Premier League Vya babi kwa hirana nerewa getangani timu ya Shabana Imega tigia danda o raya ya kule timu ya FC Talanta Chiko ulinya Asibir Chiko ulicha nyansi wana po kosari Brani Mishira Wa nyansi ya Chiko Libir na Austin Odongo Wa ikonya nakapaka nyansi ya timu ya Shabana Chiko Ibere Brani Mishira Kichwa kimeflikiwa Austin Odongo. Anayo bado Austin Odongo. Oh my God! Austin Odongo. Asense moyende chigori cha FC Talanta niko chaba chikonyansi kwa na mogosori mang'eni. Naletwa ndani huku kichwa. Wamerudi. Wanapunguza mboja ile. Naletwa kona safi. Kichwa pia kikawa kizuri. Asaki minanugi akabere ni ige timu ya Mathare ya baka kurani timu ya Bidco United achigori ibere a Sevosa. Simon Munala Buko, jaza ndani lakini umekuwa mwingi. Bado Clinton na siago! Mfungaji bora msimu! Anaongeza idadi yake hadi kufikia nne.

Na ase chiri chigende tokolia bobe, ni gase ni bagali ya kumi na gatano na rimo, itimu ya FC Talante ibuate chipointi emerongo ebere na itano. Omo chipointi barenga netine, itimu ya Brangasile ilasiri bagali kumi na gatano na kabere. Na ase li bagali omarine itimu ya Nairobi City Stars ibuate chipointi emerongo ebere na inye. Ase kemenano yakobua tia ni itimu ya Shabana elagosaria ni itimu ya City Stars. Emege tiki amacha kosa ingurupote ya Kisii TV. Aya atekile chikosori, njembran. Nyankia.